ingaje nyoyo na nafsi zao zitakuwa mbali na peo za macho ya wachezaji wao lakini wanaamini kilicho moyoni mwao ni kuhakikisha kwamba kinawafikia pale walipo Benjamin Mkapa. Majira yake ni saa kumi alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, pale ambapo mnyama Simba lunyasi wekundu wa Msimbazi, Simba atakapokwenda kuiwakilisha nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Gaborone United, ingawa shirikisho la soka barani Afrika limewafungia kuto kuingiza mashabiki ama watazamaji katika mchezo huo, lakini wanaamini nyoyo na nafsi na dua za wanasimba kote ulimwenguni zitawafikia wanajeshi wao walio chini ya kocha wa muda Hemedi Suleiman Moroko ambao leo wana jukumu la kuhakikisha Simba Sports Club inafurahi na nchi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafurahi. Jina langu ni Alhaji Zubair Mputa. Nachukua nafasi hii kukualika na kukaribisha, karibu Coco Beach Dar es Salaam, pale ambapo upepo wa bahari ya Hindi unapovuma. Hapa tumeletwa na lunyasi wekundu wa Msimbazi, Simba, ambao wameamua, licha ya kuzuiwa kuwaingiza watazamaji katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini wameamua hapa Coco Beach kuweka big screen ambayo itawafanya wale wote wanasimba na wasio wanasimba ambao pengine weekend hii wameamua kuja kufurahia upepo uh, katika fukwe hizi za Coco, basi wanahakikisha wanamshuhudia mnyama akifanya yake. Karibu ushuhudie pira la Hemedi Moroko, karibu ushuhudie pira la Lunyasi, karibu mshuhudie Eli mpanzo kibisawala karibu umshuhudie Morris Abraham, karibu umshuhudie Simba mweusi Jonathan Soa akifanya yake hapa, pale ambapo tayari wana Simba wamekwisha kuanza kukionyesha ama kuwaonyesha wa Tanzania kwamba nafsi zao zimeridhika adhabu ambayo wamepewa na uh, shirikisho la soka barani Afrika, lakini mioyo na dua zao zinakwenda sambamba na kikosi chao. Watacheza wakiwa uh, hawana mashabiki katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini wanaamini dunia na Tanzania nzima ina wanasimba ambao wanaamini dua zao zitawafikia pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Haya ni maandalizi, masaa machache amesalia kuelekea Kwenda kuishuhudia mechi hiyo inayotaraji kuanza majira ya saa kumi za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni no Haji Zuber Mputa, kwa niaba ya timu nzima ya Ayoma TV, tutakuletea ripoti, taarifa, habari na matukio yote kutokea hapa katika fukwe za Koko ama Koko Beach jijini Dar es Salaam. Lakini usahau taarifa pia kutokea Benjamin Mkapa zitakufikia popote pale ambapo mpira wa miguu upo na sisi tupo, tunaitwa Ayoma Media, tuweke pema moyoni.